Baby, baby, kipenzi cha, hey, moyo sinifanyie hivi, una pressure ah, mdawtkusema kwenye msafiri mm -hmm. Ah, baby, kuna jambo nikikwambia hautuamini Hele, mi mami nakujua mpenzi wangu jambo gani unataka kuleta leta, leta porojo kwanza <laughs> ushanitoa kwenye mudi, naomba uniache. Ah, baby bebi simfanyia hivyo bwana bwana, nasikia nikwambia kwambili nilikwenda ofisini, anakufanyia kazi dadangu yani kwa bosi wake, ana kuchukua ada ya shule, kisha nikarudi nyumbani baby chakununa wangu nuna hiyo nini ab umeanza <mimu> haya <yeah>. Mbona mm? <mimu> zitu zawadi zako sikuto, umeniletea viatu ah, unapenda unapenda viatu sa, mi si nakujua kwa viatu, viatu sio zawadi, mi nakujua lazima hiyo viatu

Baby? Baby, eh? Mbona wasiwasi mwingi sasa. Yela sije kani fake, Ikatuletea matatizo jela. Mbaya, jela ni mbaya. Sikiza mimi nakwambia, akia Mungu tena we angalia mwenyewe. hizo pesa nimezikuta chumbani kwa Malika, chumbani kwake tena, chini kabisa ya mvungu. Hizo pesa amezificha, hata mama yake ajui, navyokwambia yani. Hajui yeye la sofiki yeye la sofiki. Alafu nikwambia kitu, umeona nilivyozipanga pale. Ile unaviona moja mbili tatu nne ngapi, i sio chini ya milioni hamsini. We aki ya Mungu, sio chini ya milioni hamsini, nakwambia hela ni nyingi mno, yani hela ni nyingi mno mimi unajua ni, uh, ni mtoto wa mjini eh. Najua, najua vitu vingi. Ila hela ni nyingi sana baby. Hatuwezi kukaa nayo. Alafu hatuwezi kuitumia. Cha kufanya, umesema kwamba hela, um, umeikuta chuma ni kwenu si ndio? Mm -hmm. Na haujui mwenye nayo. Naondoka kabisa wala presha ishushe, sawa. Hizo pesa naondoka nyumbani, wala sijakutana na dada, mpaka naondoka na hata Malika wala sijakutana naye. Nimeondoka mimi na ndani nimetoka mimi kama mimi kwao kuwa na mani hapa. Cha kufanya, um, baby, hizi ndio nilikwambia ni, ni nyingi, na hapa hakuna usalama. Inabidi hatuwezi kutumia kwanza, tashin kumi ili tuangalie kidogo, tusikilizie soo. Lazima tusikilizie soo tuifiche sehemu, na uwezi amini mi, pana pa kuficha nnavo. Yani tuifiche sehemu yenye usalama. Kwanza tusikilizie show halafu tutumia. Baby uh, hakuna usalama kivipi sasa baby? Mbona naishi mimi na wewe, usalama kwa nini usiwepo usalama kwa ni uswepu, jamani? Ah, kuna usalama kutosha tu. Wewe mtaa wote umejaa vibaka, wanaiba mchana kutwa kucha fu waje kubomolea nyumba hapa, watu wanabomolewa kila siku manyumba, si tukane la ndani kwanza kwa usalama wetu kwa minu, pa yeah. Ni lazima tuifiche na kitu ambacho wezi kuamini, mi nilishajua pala hapa kuficha Mungu ihela hakika, Mungu, niamini mimi, ndo nakwambia, si mpenzi wako nafcha kufanya baadaye tunakuja kujitanua. Tumepata hela ili upika kuku mzima, kanunue kuku kama kaida yangu, eh, napenda ugali ind Baby. <brill> <gülme> <noon> <y quantila nesday>

yenu inaweza kuwa ya kweli, lakini hai make sense. Kivipi master? Wakati ule ushahidi wote unawalenga wale wasichana. Adui anaweza kutumia mbinu yoyote ile kutimiza jambo lake. Wale wasichana walikuwa ni chambo tu, lakini muhusika mkuu yupo. Uh, lakini master, mimi naona tungeendelea tu na mipango yetu ya kumtafuta huyo binti anaitwa Marika, sawa? na ikiwezekana tumteke ili aje hapa tuambie ukweli, na kama hausiki na kifo cha Bwana Beti. Unataka tujiingize kwenye kesi ya utekaji nyara? Hivyo ndivyo unavyotaka Sudi? Lakini atuto mdhuru, tunataka kujua ukweli, kama alitumwa. Na kama alitumwa, je, alomtuma ni nani? Kazi yetu ni kuuza mihadarati yambochanena wanafunzi wa chuo kikuu. Kuna kitu sikielewi hapa. Hivi kama Mzee Bet Sudi amefariki, ina maana atakayekuwa anatoa amri sasa hivi ni Sudi. Sudi hajui ndewe wala sikio kuhusu hizi kazi. Bwana Beti hakumwamini, kwa hivyo siwezi kuruhusu Sudi awe kiongozi wa biashara za bwana Beti. Sijakuelewa, eti nini? Kwamba siwezi kumiliki biashara za baba yangu si ndio? Hii biashara ni kubwa sana kuliko wewe Sudi, na ni biashara hatari sana. Baba yako hakuwahi kuamini kama unaweza kuongoza biashara hii, na hiyo ndio sababu akaacha usia kama kuna chochote kile ambacho kitamtokea basi, mimi Aiza ndio nitashika hatamu za uongozi wake. No, no, Aiza, mzee Betsudi hawezi kuandika usia huo. Siliamini hilo, kuna kitu hapa. Uamini sio, hapa kuna kitu. Mzee Betsudi hawezi kuandika usia huo. Okay, Sudi ndio atakia kuwa na amri hiyo. Yes, mwana sheria. Oh, taarifa zimesha kufikia. Tumeshapoa. Najua ni haraka sana kulizungumzia hilo, lakini kuna tatizo najua Najua kuhusu hilo, lakini itabidi kwanza tuje ofisini kwako ili uweze kutusomea usia wa marehemu, nusu saa okay. Shukran, naomba tuongozane twende, kuna ofisi za mwanasheria akatusomee. Wanabeti, aliandika nini kwenye uzi wake? Mi nafikiri ni mapema mno. Kwa nini tusimziki hapana? Leo ndo tutajua mbivu na mbichi mpaka kieleweke. Wewe well, utaongoza njia. Mama, uko wapi? Nilikuwa nakuuliza, hivi ulivyotoka chuo, ulikuja huku nyumbani? Nilikuwa nauliza kwa sababu kuna kuna begi la ya rafiki yangu limeliweka huko msilioni, haujakuja kwa hiyo kwa hiyo, wewe ulivyotoka huku nyumbani, nani alikuja? Ama mtu mwingine yote aliyokuja. Nani

Niko sawa, niko sawa. Vipi bosi, leo mbona mapema hivi hivi umekurudi? Ah, sijisikii vizuri, alafu nimechoka sana. Vipi, Mima ameshaondoka? Ndio, nilikuwa na kiakiba kidogo, nikampa ende kulipa ada ya chuo. Umempa pesa? Ndio. Pesa ngapi? Kama laki nne hivi. Mbona umeuliza? Nimempatia laki tano asubuhi, kabla sijaondoka. Hajakwambia kwani Hatukuonana na basi ata, ataenda chuo, atalipa muhula huu, indobaki kidogo atalipa muhula mwingine. Ah, itakuwa vizuri. Anyway, kichwa kinaniuma sana, niko ndani najipumzisha. Sawa bosi. Mm. Ni mzigo gani Malika amepoteza nyumbani? Au Mima alifutoka huko, alirudi tena nyumbani na akauchukua? Mm, lakini sizani sizani kama anaweza kufanya hivyo. Kama poshi alimpa Mima laki tano, kwa nini akaniambia bado anadaiwa? Mbona, mimi manaye anaanza kuwa na tabia za uongo? E, anatasielevya watoto wamekuaje? Sijui amefuata tabia za wapi.

Yes, kiasi kwamba this project it's a hit son. I'm very proud of you. Thank you so much mom, thank you uh, kio kweli mwaka huu tumezidi kuongeza mali zetu tena kwa kiwango cha juu sana mm. <sighs> yeah and by the way, unajua nimempata yule mtu. Mtu gani? And as a matter of fact, nimeshamwajiri yule yule yule tulisema ni wa nini easy all promotional materials nilipata time nikapitia Instagram, yake and, a fact, mm -hmm. and yeah, also ana show iko YouTube so yeah I gave her a shot ili ona ana ana potential she's full of potential actually. And yhi yeah, I give her a shot. Although, she's lacking experience. Wait, I'm sorry, ma, but So, you wanna tell me that umemwajiri mtu ambaye hana experience? Do you think yatakizi vigezo vyetu? Baby, do you doubt me? Do you doubt me son? I don't mean that. She has potential. Nimeona ndani yake okay. And ni ni binti ambayo maybe hajapata tu hajapata a good chance so far, na nahisi akipata a good chance, so anaweza ka prevail. So let's give her a try. And for starters, nimeshamwajiri and I think ataanza na hii project kwa sababu nimempa assignment ya Tuanze na picha na videos, then we'll see from there. Let's give it a try, okay. Um, kama wewe me umempitisha lazima atakuwa na kitu cha kipekee, so but tutamwangalia kama atatimiza kile alichoahidi. Come on sir, can I just give her try? Trust me, sidhani kama atatudisappoint at all. I trust you mom. Mm -hmm. Now, let me just speculate. Uh, nimeangalia nice. Uh, yes. so nice. Nice, uvunguni nimetafuta sehemu zote hakuna kitu chochote. Ni mkoba nilika chini lakini sijauona, yawezekana labda mama amehamisha. Sikiza, nikwambie, mama alivyotoka chuo huko hajapitia. Mimi mimoja, nimempigia simu iko kwa bosi wake Mr. Gamba labda amemtuma mtu uh, autoe sasa. Mama anamtumaje mtu mkoba autoe? Tana tulikuwa mimi na yeye, watu hawa wawili, inakuwaje mkoba unapotea katika mazingira ya kutatanisha? Yaani mkoba, pesa zimepotea.